ya bamba Dar es Salaam. Lakini malezi ya usasa na uzamani ni vita, malezi ya usasa na uzamani ni vita. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti la Mwananchi kwenye kurasa wa mbele. Lakini Dr. Samia atunuku kamisha ni maofisa 296, Dr. Samia atunuku kamisha ni maofisa 296. Lakini Dr. Mwinyi ataka watendaji waende kwa wananchi. Hiyo ni habari pia inapatikana kwenye gazeti la Mwananchi kwenye kurasa wa mbele. Lakini bado kuna habari inasema NBS mimba utoro viongoza mdondoko wa wanafunzi. Au ni NBS wasema uh, mimba na utoro viongoza mdondoko wa wanafunzi. Hiyo ndio habari pia inapatikana kwenye gazeti la Mwananchi kwenye ukurasa wa mbele. Lakini habari kubwa ndani ya gazeti la Mwananchi ni malezi ya usasa na uzamani ni vita. Hiyo ndio habari kubwa inapatikana kwenye gazeti la Mwananchi. Na tukiachana na gazeti la na Mwananchi tuangazie gazeti lako la Nipashe mwanga wa jamii lenye linaanza na habari inayosema, eh, magonjwa yasiyoambukiza ni kichocheo cha mtoto wa jicho. Eh, magonjwa yasiyoambukiza ni kichocheo cha mtoto wa jicho. Lakini roho eh, zinazoshambulia familia namna ya kuzikabili. Roho zinazoshambulia familia namna ya kuzikabili. Hiyo ni habari pia inapatikana ukurasa 11 kwenye gazeti lako la Nipashe lakini habari kubwa ni uwekezaji mkubwa, reli ya Tazara kufungua uchumi wa mikoa sita. Uwekezaji mkubwa, reli ya Tazara kufungua mikoa sita, ni ajira zaidi ya elfu 25, mabewa zaidi ya 700, vichwa 38, kongani za viwanda na kilimo kuanzishwa. Hiyo ni habari inapatikana ukurasa wa 3. Lakini wanavyuo waonywa maandamano Desemba. Hiyo e, ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la nipashe lakini Dr. Samia atunuku kamishini e. Mwinyi aonya watendaji. Dr. Samia atunuku kamishini mwinyi aonya watendaji. Na kilichomponza mwalimu Clement Mondambo e, habari inaendelea ukurasa wa nne e, kwenye gazeti lako la Nipashe Mwanga wa Jamii, ukurasa wa mbele, pata nakala yako kwa habari e, kwa kinam. Na tukachana gazeti lako la Nipashe Mwanga wa Jamii, tuangazie sasa kwenye gazeti lako la gazeti lako la habari leo e, asubuhi ya leo linaandika Rais Samia asifia weledi wa JWTZ e, Rais Samia asifia weledi wa JWTZ atunuku maofisa mia mbili tisini na sita kamisheni mpya hiyo. Ni habari inaendelea ukurasa wa pili e, atunuku maofisa mia mbili tisini na sita kamisheni mpya. Lakini Nchimbi, ushindi wa Mwinyi ni matokeo ya kazi kubwa. Hiyo ni habari ukurasa wa ukura pili lakini bado kuna habari inasema korosho za bilioni e, mia mbili, e, bilioni 21.3 za uzwa mnada wa pili. Lakini e, kabudi e, vitaru ni tiba e, tujenge taifa linalo e, soma. Hiyo ni habari pia inapatikana kwenye gazeti lako la habari leo. Lakini bado kuna habari inasema Mwinyi akemea makundi serikalini. E, Mwinyi akemea makundi serikalini aonya makatibu wakuu E, matumizi ya fedha ataka ufanisi. Hiyo ni habari ukurasa wa pili kwenye gazeti lako la habari leo. Lakini TFC yatangaza tani milioni 1.5 za mbolea kwa wakulima. E, TFC yatangaza tani milioni 1.5 za mbolea kwa wakulima. Lakini Mwenda awataka vijana kulipa kodi kwa mabalozi wa amani. Hiyo ni habari ukurasa wa 17 ndani ya gazeti lako la habari leo, pata nakala yako kwa habari kwa kina, lakini tukiachana gazeti lako la habari leo sasa, tuangazie kwenye gazeti lako la Zanzibar leo. Gazeti lako la Zanzibar leo linaandika habari inasema, eh, kahudumieni wananchi, atoa maagizo, akemea makundi. Huyo ni nani? Eh, lakini eh, ni Rais Mwinyi eh, sema kahudumieni wananchi, atoa maagizo, akemea makundi. Lakini Dr. Samia atunuku kamisheni maofisa JWTZ, yule habari kurasa pili, eh, Dr. Samia atunuku kamisheni E, maofisa JWTZ huku, Wizara ya Afya yasimamisha wawili kupisha uchunguzi. Wizara e, ya Afya yasimamisha wawili kupisha uchunguzi, lakini Dr. Mwinyi ampongeza Dr. Nchimbi, ni habari pia inapatikana kwenye gazeti la Zanzibar leo, huku marufuku kuuza viwanja kinyume na utaratibu wapiga e, marufuku kuuza viwanja kinyume na utaratibu. Hilo ni gazeti lako la Zanzibar leo kwenye kurasa wa mbele lakini gazeti lako la Mzalendo lenye ukurasa wa mbele lina habari inayosema d Nchimbi ampongeza rais Mwinyi kwa ushindi, hiyo ni habari ukurasa wa tatu. Lakini amani nguzo kuu ya ustawi huyo, ni Rais Samia Suluhu Hassani, asema amani ni nguzo kuu ya ustawi. Na Rais Mwinyi kushusha rungu watendaji goi goi. Eh, Rais Mwinyi kushusha rungu kwa watendaji goi goi. Lakini d Mwigulu azidi kufunda watendaji eh, d Mwigulu azidi kufunda watendaji hiyo ni habari pia inapatikana kwenye gazeti lako la Mzalendo kwenye ukurasa wa mbele. Lakini kipanga asema eh, kazi kwako mchengerwa huyu. Eh, ni kipanga asema kazi kwako mchengerwa. Dkt Mwigulu azidi kufunda watendaji, hiyo ni habari pia inapatikana kwenye gazeti lako la Mzalendo. Lakini habari kwenye gazeti lako la mzalendo habari, eh, kubwa ni amani ni nguzo kuu ya ustawi. Huyo ni Dr. Samia Suluhu Hassani, asema amani ndio nguzo kuu ya ustawi. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Mzalendo kwenye kurasa wa mbele. Na tukiachana sasa, na kurasa za mbele za magazeti mbalimbali nchini Tanzania tuangazie sasa kwenye kurasa za michezo na burudani. Gazeti lako la Mzalendo linatuandikia habari kubwa inayosema Dube aipaisha Yanga kafu. E, Dube aipaisha Yanga kafu ni ushindi wa moja bila iliyoupata eh, Yanga dhidi ya sfarabati ya Moroko. Lakini Simba shosho leo, eh, leo ni zamu ya Simba ni shosho leo. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mzalendo kwenye ukurasa wa michezo, upate nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini kimataifa, man manunited kumuuza Fernandes eh, kimataifa man manunited kumuuza Fernandes. Lakini bayani e, eh, yamnyatia Ryan e, bayane mnyatia Ryan. Hiyo ni e, habari pia inapatikana kwenye gazeti lako la Mzalendo kurasa wa michezo huko. Gazeti lako la habari leo lenye kwenye michezo linaandika habari inaosema e, Dube Aizima e, Farabati e, Dube Aizima Farabati, Simba Azam hesabu kali barani Afrika. e, Simba Azam hesabu kali Afrika, lakini TRA United mashujaa za tamba nyumbani. TRA United Eh, mashujaa za tamba nyumbani, lakini Serengeti Boys yafuzu nusu fainali sekafa. Eh, Serengeti Boys yafuzu nusu fainali sekafa, hiyo ni habari inaendelea ukurasa wa ishirini na tatu, lakini kwenye upande wa burudani Harmonize amwenzi Raila kwa upara. E, Harmonize amwenzi Raila kwa upara, hiyo ni habari inaendelea ukurasa wa ishirini na moja, lakini habari kubwa ni Dube aizima, eh, sfarabati ya Morocco. Eh, ni baada ya kuitandika gori safi moja eh, bila uwanja eh, wa amani complex eh, Zanzibar. Lakini tukiangazia sasa kwenye gazeti lako la Zanzibar leo kwenye michezo inaandika Taifa Jang'ombe wa Izabua Negro United Yanga yaipasua Asfar Rabat moja kwa sifuri. Lakini polisi ya icharaza Mwembe Makumbi City. Eh, polisi ya icharaza Mwembe Makumbi City Simba na Petro E de Luanda e, mechi ya wakubwa e, Simba na Petro de Luanda ni mechi ya wakubwa hiyo. Ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Zanzibar leo lako ukurasa wa michezo joini sasa. Prince Dube is back, hiyo ni Waarabu waondoka Zanzibar wakisonya. Waarabu waondoka Zanzibar wakisonya. Hiyo ni habari imeandikwa kwenye gazeti la Mwanaspoti lakini bondia muuza kuku mwenye simulizi ya kusisimua Dar es Salaam. Lakini kwenye ulimwengu wa kikapu utamu wa Lebron, Lebron NBA. Utamu wa Lebron NBA lakini katika upande wa burudani Nandi kuvunja mpipaka. E, naandika vunja mpaka. Hiyo ni habari inaonekana kwenye gazeti lako la Mwanaspoti kwenye ukurasa wa mbele likituangazia. Sasa gazeti lako la Nipashe Mwanga wa Jamii lenye kuna michezo naandika Dube aingarisha Yanga kafu, e, Dube aingarisha Yanga kafu. Bao pekee lililofungwa e, na Mzimbabwe huyo limewalaza Waarabu mapema. Lakini Simba tutawatuliza Petro de de Atletico hivi. E, Simba